Albadiri. Tunaomba Ustaz Abubakar uje utuongozee dua hii. Ustaz Abubakar karibu, fala tafadhali. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mgeni rasmi Alhabib Maalim Uthman, ndugu viongozi wote, ndugu wanachama wenzangu Ratiba imenitaka nisimame mbele yenu ili niongoze katika dua ya kuiombea salama shughuli yetu hii. Kabla sijasoma dua, ndugu mgeni rasmi, muumba wetu anamwambia mtume wake atuambie sisi waja wake kwamba yupo karibu na sisi na anakisikia kile tunachokisema, lakini vivyo tukiomba dua anazijibu dua zetu lakini anamwambia kwamba sharti ya kuzijibu dua zetu, kwanza tuwe tayari kuyafanya na yeye na sisi yale anayoyataka yeye. Moja miongoni mwa mambo ambayo anayataka muumba wetu basi ni kuhakikisha tunaitangaza haki na tunaipinga batili, na akasema mtume wake kulilhaka wa inka na mura, itangazwe haki hata wakichukia, itangazwe haki hata wakinuna hawa wanaifanya batili lakini lazima itangazwe. Akasema tena pahala pengine, sibadilishi mambo yenu kuwa mazuri mpaka msafishe nyoyo zenu. Kwa hivyo tulete istifari tatu, inshallah, ili kusafisha nyoyo zetu, tumshtakie Mungu lile tunalolitaka inshallah. Je, tuko tayari kuipigania haki? Ndio. tuko tayari kuipinga batili? Ndio. Al-Fatiha. Alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wassalam ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ewe Mtukufu Mola wetu muumba mbingu na kila kitu, twakukabidhi shughuli yetu, tusiharibikiwe na kitu. wanaitina tuondoshee mapema, wasijetuparaganya shughuli ikasimama. Ilinde shughuli yetu, wabaya wasitufike na kifanye chama chetu kifikie lengo lake, idumishe amani yetu bara na visiwani mwetu, kipe nguvu chama chetu, kiongoze nchi yetu wenyeji, tuzitulize nyoyo zetu, iye akilini mwetu watayosema viongozi wetu, na ngome zetu zote za chama ziweze kushikamana, hususan hususan sisi vijana, tusije tukaachana. Ewe Mola wetu wa haki

Kama CCM hapa wanasema burudani ya kweli ni baada ya wewe kwenda Ikulu Oktoba 2025. Hapo ndo tutaburudika. <coughs> Tuendelee na programu yetu. Kwanza tunata, tunapaswa tufungue mkutano, nini kongamano letu. Nimepitikiwa kidogo, maana ile shauku inanifanya niwe na hamu ya <coughs> ndugu Yunus

Ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wa chama chetu taifa, ndugu mgeni rasmi, makamu mwenyekiti wa chama taifa, ndugu mkuu wa ngome ya vijana taifa, mama wetu, mama Bi Zainab, wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, makatibu wa majimbo na wakatibu wa matawi, assalamu alaykum. <tinyo> Mimi nimesimama hapa kwa lengo la kufungua kongsi hivi tunachowaomba mtu azime masikio takachozungumzwa hapa, tusiwe tunajadili tu simba yanga, simba yanga, lakini mwelekeo tunakoelekea mpaka sasa hivi hatujui tunaelekea vipi. Kuhusu wa wenzetu wa chama cha mapinduzi, lengo ni Zanzibar yenye mamlaka kamili, si ndio jamani? Kwa hiyo tunataka kama sisi vijana, maana